Hello, kwa majina ninaitwa Hope. Ninatoa ushauri na tiba kwa kutumia tiba lishe au dawa ambazo hazina kemikali au kwa jina jingine tunaita virutubisho. A nimekuwa nikiwasaidia watu wenye changamoto mbalimbali mbali za kiafya ikiwemo allergy ya ngozi na pumu ya ngozi. Najua hawa ni watu ambao wanakutana na heka heka nyingi kwa sababu kwanza, changamoto ya allergy au pumu ya ngozi mwasho wake hauwezi ukavumilia. Kwa watu ambao wameshapitia hii changamoto, nadhani wananielewa. Sasa leo nataka nikuambie kitu. Changamoto ya allergy au pumu ya ngozi haitoshi tu kwa kupaka chuchu. Lazima utibie tatizo kuanzia ndani ili uweze kuondokana na hilo tatizo, kwa sababu unaweza ukawa unahangaika sana kutibu kupaka baadhi ya chubu kupaka baadhi ya dawa, lakini bado tatizo liko pale pale. Nini ambacho unatakiwa kufanya? Ni lazima utibie kuanzia ndani pamoja na nje ndio utaweza kupata matokeo. Tumekuletea suluhisho ambayo litakusaidia kuweza kuondokana na hiyo changamoto kuanzia ndani. Tuna andialeji nzuri sana ambayo itakusaidia kutatua tatizo lako kuanzia ndani pamoja na nje. Hii ni suluhisho ambayo linamsaidia mtu yoyote wa umri yoyote, kwa sababu hii ni anti allergy nzuri sana, haina kemikali. Anaweza akatumia mtoto pamoja na mtu mzima. Nafahamu changamoto ya allergy ni changamoto ambayo inamsumbua mtu wa rika lolote. Sasa hivi ukiangalia, asilimia kubwa ya watoto wanapitia hizo changamoto za allergy pamoja na pimu ya ngozi. Tutafute tukusaidie suluhisho ambalo litakusaidia kutatua changamoto kuanzia ndani, kwani utapata antialeji ya kusaidia kutibu tatizo lako kuanzia ndani. Utapata pia na cleans ambayo itakusaidia kwa habari ya ngozi yako. Kwa wale ambao wanapata miwasho mpaka ngozi inatengeneza vidonda, tutakupatia dawa nzuri ambayo itakusaidia kusafisha ngozi yako na kukata muwasho, na hata kama una vidonda itakusaidia kukausha vile vidonda. Kwa wale ambao mnapata changamoto mkitoka kuoga, mnapata sana miwasho kwenye ngozi, tuko na sabuni nzuri sana ambayo itakusaidia kubalance pH ya ngozi yako. Ngozi yako itaglow vizuri, itakaa vizuri, hautakuwa unapata ukavu kwenye ngozi na kadhalika. Kwa kusema hivyo, unaweza ukawasiliana na sisi kwa namba 0742102877. Tunapatikana Dar es Salaam, ila mikoa yote Tanzania tunawahudumia watu popote walipo, na hata walioko nje ya nchi. Kwa walioko nje ya nchi tunatumia DHL. Popote ulipo, huduma itakufikia. Unaweza kufollow page yetu ya Hope Zack Skincare, kwa sababu tunasaidia watu wenye changamoto mbalimbali mbali, kama unavyojua suluhisho la changamoto mbalimbali mbali kwa kutumia tiba lishe unaweza ukalitatua. Kwa hiyo unaweza ukafollow, ukatembelea peji yetu. Unaweza usiwe muhanga wa changamoto ya aleji au changamoto ya pimu ngozi, lakini ukawa lingine, na tatizo lingine tukakushauri bye bye, na tukakusaidia bye bye. Nawapenda.